Tuko tarehe ishirini na saba za mwezi wa tatu elfu mbili na ishirini na tano majira ni ya saa tisa saa za Afrika kati, kumi majira ya Afrika Mashariki. Codeco, IPLC, M23, makundi hatari na yenye kuvuruga usalama wa haki za binadamu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, ni kutokana na kitengo cha haki za binadamu za Umoja wa Mataifa. Zaidi ya magaidi mia mbili wameweza kuuliwa wa Codeco na jeshi la FRDC pamoja na UPDF maeneo ya Fataki, baada ya mapigano ya siku mbili, na pia kuna ujumbe mzito ambao tutakwenda kusikiliza kwa ajili ya wakongomani wote wanaozidi kufuatilia Baraka One TV. Mimi ni urajabu akili kabonga the one in in town DJP E, ambako niko na kuletea haya matangazo Ejide Ejide Kizenga, e, Tembele kutoka USA, e, wakiwa pamoja na Baraka1 TV Shaban Seleman The King, e, pia kuwa pamoja na Baraka1 TV Yankis Kandeze Asimwe Baguma Samuel kutoka Czech Republic, e, bio e, Biondo e, ndugu yangu Biondo kilambamawe eh, uh, kutoka Rapids hiyo wa USA eh, uh, pamoja na Baraka 1 TV uh, mzee wa state ya Maine eh, uh, kutoka USA dialectician kutoka USA eh, uh, da feza USA uh, na Hasani Ramadhani Mashaka Yamba eh, uh, anki nani, nani nani nani nani, Elisha kutoka Nairobi, Kenya Manuel Mangombe uh, na wengine wote ndugu jamani na marafiki kuwa pamoja na Baraka One TV. Uh, ndugu zangu tembelea pia Uh, membership ya Baraka One TV ili uweze kuwa anachangia eh, One TV ndugu uh, yetu um, Bututo Mishak ameweza eh, kufanya hatua kubwa sana Diedone, hatua kubwa sana big, big, big up sana bro eh, your three months is not easy <laughs> you just contribute for three months oh, man, you are amazing. Yeah, you are amazing big bro, you are amazing. Eh, pia na muona Jacques Batte pia from USA. Eh, wan the, the people as we are atujongea bwana Jacques Batte. Hmm? Siku mingi bwana. Eh, nafikiri kuna isikio. Siku mingi tuzungumze, pia Ankes Kandeze siku mingi atujazungumza um, oh Serge sa filosofia kutoka Australia. Oh bwana sapa sapa pia. Eh, wan mambo ni sawa huko Eh, Saidi pia. Oh ho ho ho Saidi kwa USA pia. Ayeye. Ah, yeah, yeah. Iwani, um, karibuni sana. Tembelea pia Baraka1 TV Channel 2 ili uweze kukutana na matukio mengi mengi yote ambayo yanazidi kuendelea. Pia operesheni yetu sadia mzalendo bado kunaendelea. Kuungana na Baraka1 TV ili kuweza kurahisisha operesheni hii. Uh, tuanze na hizi habari za makundi ambayo yameweza kutajwa kuwa makundi hatari zaidi. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Codeco IPLC pamoja na M23, haya yamekuwa e, klasi na Umoja wa Mataifa kupitia kitengo cha haki za binadamu kuwa ni makundi ya tarishi na makundi yenye kuvunja e, haki za binadamu nchini y Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Naona hicho kitendo kimeweza kuwa Eh, kufanya kufanya kufanya makundi haya kuweza kutajwa, eh, kutokana na makosa mia nane mia tatu na tisa ambayo makosa mia tatu na tisa ambayo yameweza kufanyika eh, kutoka kwa, kwa, kwa makundi hayo, na hayo makosa yalipelekea ya, ya, ya, ya kufanya wahanga victims mia nane na nane katika a wanga mia nane na nane kuna mia tano na hamsini ambao ni, ni wanaume. Kuna mia moja na kumi na nne ambao ni wanawake. Kuna kumi na tano a, e, tisini na tano watu we, wenye umri na rika ambayo haijulikani. Pia kuna arobaini na tisa ambao ni watoto. Wote hao wamekuwa ni victims wa haya makundi ya, ya, ya kigaidi ya M23, IPLC pamoja na Codeco. kwa kesi hii hii, mikoa ambayo imesadikika kuwa iliguswa zaidi ni mikoa ya Kivu ya kaskazini ambako ina asilimia sitini na mikoa ya Kivu ya Itu, eh, Kivu ya kusini pamoja na Ituri ina asilimia kumi na tatu eh, nukta tisa na mikoa mingine kama vile Kishasa, eh, Mai Ndombe iko na akuta asilimia moja, eh, moja pointi tatu hivyo. Lakini hii mikoa mitatu ndio ambayo imekuwa imeguswa zaidi sana na matukio ya magaidi wa m ishirini na tatu. Ukiachana uh, okay, na takwimu hizo, kitu kingine ni kwamba magaidi wa Codeco wa, ma, wa, uh, wa, wa waliweza kuuliwa na jeshi la UPDF Uganda pamoja na, na FRDC. Utafahamu tu kwamba FRDC na UPDF wako na ushirikiano ambao wanaitwa Operation Shujaa, na hii iko nafanyika maeneo ya Norki pamoja na Ituri wakiwatafuta magaidi wa E, wa, wa IDF nalo pamoja na Codeco. Sasa hapa hizi ja, wiki ambazo zimekatika zime kumekuwa kukiripotiwa mapigano makali kila kukicha kati ya Codeco pamoja na UPDF na FRDC. Codeco ni cooperative rural development di Congo. Ni kikundi cha vijana ambao waliweza kujiunga huku wakisapotiwa na wanasiasa kutoka nchini jijini uh, Kishasa wabunge ambao wako ndani ya bunge ndio wako wanaisupoti Codeco. Tofauti na Codeco pia ni zairi e, chini ya kilima, yaani seme makundi yote ambayo yako na ua watu, wafadhili wao ni wabunge, wafadhili wao ni, ni, ni, ni wanasiasa na ni Wakongo. <laughs> Inasikitisha bwana. E, jeshi la taifa la taifa la Uganda limeweza kutoa tangazo kusema kwamba e, siku ya kwanza ya, ya, ya mapigano yao waliweza kuua Codeco thelathini na moja na siku ya pili wakaua Codeco mia mbili na kumi na, na moja. Hii ni kutokana na mashambulizi ambayo yalifanyika, lakini e, pia kulipatikana hasara ya kanali mmoja ambaye anaitwa David Biaruhaga ambaye aliweza kuuliwa na hivyo kufanya majeraha kuwa wanne wa kwa upande wa UPDF na wakapelekwa nchini kwa Uganda kwa ajili ya matibabu zaidi. Mapigano yaliendelea maeneo ya Fataki, Fataki ikiwa ndani ya tarafa ya Njugu ambako kunasemekana mara mingi haya maeneo kunakuwa kuna kuwa, uh, kuna, kuwa, kuna, uh, kuna mashambulizi ya kaza wa kaza kutoka kwa magaidi e, uh, wa Codeco wa ADF. Donc ni maeneo ambayo yako yana yana huu mchezo sana. Na unajua inakuwa in, ni ngumu kwa serikali kuweza kumaliza hii vita. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni vita ambayo iko inaendeshwa na watoto wa mgini. Ni vita ambayo iko na wanasiasa ndani yake. Ni vita ambayo watu ndani ya bunge E, wafanyabiashara wako wanaisapoti kwa sababu haya makundi yanafanya kazi kwenye maeneo ya, ya, ya machimbo ya madini. Kwa hiyo gisi wako wana exploit madini, wako wanapata faida mle ndani, na ndio maana wako wananunua silaha wanawapatia, wananunua chakula wanawapatia, madawa wanawapatia, ili waendeleze harakati za ku, za kuyuzubaisha serikali huku akiwa wako na jichimbiza wa madini sikama pale, naeleweka pale, yeah. Hiyo ndio gisi hali. Sasa kuna eh, kuna ujumbe muhimu pia ambao nime, nime, eh, nimeona eh, tuweze kuwa tuna, tuna share eh, wakati unapata ujumbe ambao unakujia kwa ajili ya kuweza kujenga na unaposikiliza, kama gisi niko namwambia kwamba unapokuwa na, na ujumbe nitumie ni, ni ujumbe ambao ni, ni wa kujenga, ujumbe ambao watu wakisikia wanapata idea, sio za lawamalawama kila wakati e, tusio tunalaumu sana kila wakati serikali oh, Felix Felix Felix. E, mi mara mingi watu wananyulizaga we uko ngambo gani si, si, siye tuko sasa na wazungu, na unaona mzungu, wakati uko right na yeye, anakuwa yuko right na wewe E, wakati unaenda vizuri mzungu atakupigia ma, ma, ma, mikono, atakusifia mzuri sana lakini, wakati unaenda vibaya, anakuambia non imekuwa nafanya haviko sawa, anakuwa bandoni. Ndo kisi si tunatumikaga hivyo, wakati serikali watu wanafanya vizuri, tunaonyesha kwamba tuka hapa kazi iko vizuri none, lakini haikuwaseme juu nakuambia leo unafanya vizuri na ukikosea ndio endakufichani, sikwambie? Hapana, lazima nikwambie. Sasa ile uh, desturi ya vile kwa Kongomani sisi hatuna. Utakuta mtu kisi tu aliingia mu paper day, yani yee ni paper day na paper day kisi mtu kumidepese, yee na idepese na idepese, hata aone makosa ya, ya idepese umwambie wapi, hata umwambie makosa ya paper day wapi. Leo hukwo mtu aliniambia. Sasa leo tu ndio mnaona makosa ya kabila kwamba ni Mnyarwanda? Mbona ile miaka yote amkua mnasema kitu moshe? Ni leo tu mnasema kabila ni, ni Rwanda. Ni leo depuis zamani, lakini watu wa PPRD wa kabila hawezi kubali, hata ufanye <laughs> hawatakubali. Leo idpe miaka yote kama thelathini na saba ya komba wanaingia kupuvua, oh tutamaliza detournement, tutamaliza corruption, nepotisme, clientelisme, tribalisme, leo tukwa. Lakini utakuta mtu haidi pesa huko tu anapiga nani, anapiga makofi tu, aoni aoni krizi, aoni shida, aoni matatizo, mm, ni makofi tu na ni problem, na ndio maana nilipenda Jean-Marc Kabundi Kabundi baada ya kuona gisi ide pesi iko naenda, akasema pa haiko ndio ideolojia ya ide pesi. Si ndo, akatoka kenda na akaanza chama chake. Na ndio jinsi tunatakiwa tuwe, tusiwe tu ni watumwa, watumwa wa chama, watumwa wa siasa au na siasa wetu ni wajinga sana. Wana siasa wa Kongo ni wapumbavu sana. Kwa hiyo tukiendelea kuwafuata wana siasa inabidi kushonje class politique. Tubadilishe hii haa siasa hu ambao wako wanatuendeleza sababu ni wa ovyo hovyo. so twende, so, tusikize kwanza hii message eh, kisha tuje tumalize. Ndugu zangu, big up sana kwa wote. Mambo jambo, bwana akili Kabonga. Haya mambo ya Frankofoni papa ni politiki ya kutufanya tuendelee kukuwa ku, ku, watumwa ya kutufanya tuendelee ku, ku, kuangamia, na ni ya kutufanya kuenda kutusukuma tuendelee kuingia mazungumzo na watu ambao tuko tunakatala kila siku kuenda kufanya mazungumzo nao. Kwa nini leo ndo wameona kama tunastahili kukua kuungana nao. Kwa nini leo hii, siku zote zime-hii miaka yote imeisha, kwa nini leo ndio wameona kama ndio siku muhimu ya kutuleta tuungane sisi na wa na wao? Unaona, mimi papa ningelikuwa ko mu gouvernement ningebapa kwanza punition, ningebapa charge. charge kubwa ili kuwakomesha, kuonyesha kama mambo walikuwa wanafanya haiko mambo mazuri. Baba anajua kama Kongo ndio nchi ya kwanza mwafrika kwa kuongea lugha yao, kwa nini kutuimilie bali tuimilie kwa nini hmm, kutupatisha haya. Wamaliza miaka kama tano vakwa natupatisha haya, kwa hiyo francophonie yao mpaka presida wao. kuna video moja hapa ya ya journaliste camerounais, journaliste écrivain camerounais. Mudeba

Martin Fayulu alibambiaga mule muparlema pourquoi Louise Mushikiwabo a la tete yeah. ya francophonie muzito vilevile vile, benya alibambiaga mule muparlema yabo ya France, balisemaga nini, jibu litoka gani ya nini? Hakuna leo banakasa kututia mu mascarade zabo madialoge yendeleye na bateroriste na bauwaji woka natuua, e banakia kutuoblige batu wenyewe banakia kutu- banakia kungana na si papa. Mimi ingelikuwa niko muguvernema, ningebapa charge charge nkubwa na mpaka kwanza bangeomba kwanza bangeomba kwanza msamaha, mpaka kwanza kuingia mufrancofoni batulipe. Cha pili, baende bakafuiye mamedia zabo tangu mumi mumi, nefu sana na nsisi kufikisha mpaka leo, mamasonje na masonje, uongo na uongo. ukonon media Française, tele sank monde, France 24 mabongo mingi balinda banaambia dunia ukonon. Njo maana kyamba cha presidant eh, presida Ibrahim Traore les médias, Peuples lepe, le, africains. Kwa kusema mabongo, kwa kusema kila kitu kya mbaya, kwa kudanganya watu uko naona. Ndio maana nilipendelea nikwambie papa. Kuungana na Francophonie ni bongo tu mtupu, hakuna kitu kya maana kenye kiko mule ndani mu Francophonie pasipokuwa kudanganya danganya vatu na havo ba, ba, ba, franko, Francophonie vameona kama vitu bameshindwa venyewe, balikuwa banaenda banapigi banaingiamo bina bina bintakufa na nako gisi vitakufa sasa, ndio banaanza kujitambikiza sa mbele na kuleta ma exigence zile, ma exigence pako wanatuletea ni za banani? Ni za Macro, abo wametumwa na Macro. Inakuwa haya kwa kuona eh, Kongo hivi natapata amani sisi hatutapata na nafasi, ndo sababu ya kuona abo, ba bafrancofone banakuwa o oh, Congo tu, ifo tuende tuingiemo eh, tubambie haya mambo eh, tu, ba, tu, bakuwe tu karibu yetu basije kutugeuka langi kigeuka inakuwa inakuwa kiingereza ile yote ni kujiisi mabaya yenye balimaliza miaka makumi tatu bako natufanyizie ya mbaya ni kujiisi bako wanajiisi mabaya yenyewe walifanzia Kongo. Sasa kwa, ku, kwa kufanya kwa kuwakubalia kwa mambo kama hayo, ilikuwa na stahili kwanza wapate pinisio, tuvapinire kwanza, na mamedia zavo ziende zina refer ziende zinageuza yale maneno walendaka banasema ya uongo. Miaka, maku, miaka makumi tatu huko wanasema uongo Zile mamedia internationali, zile mamedia za France ilifau kurefere, yaani kurudiria yale yote, kwa vananda banasema ya uongo tangu mu minef sano na sisi wakati wanamtoa movutu kufikisha mpaka leo hii, waleendelea vakua banasema uongo hivyo vyote inge, ingepasha inge, inge, inge, kuwa tuko na mshimamo tubambi baende banarujiria baili wale ndaba banasema vya uongo na balikuwa balenda banasema vya uongo na banajua realite, banayuwa kweli. huko noona mbo sawa sante banaakili kabonga. Tutaendelea kuzungumuza kama hivi kama hivi, benyewe banabaiza kusema hapa retre ya batrupe rwandeze, ni sawa kisha, dialoge iendeleye, dialoge ziendelee na banani ya Kingali i balikuya kia ku, balikuya juu ya lange, ama balikuya juu ya kutuexige ili tuendelee na madialoge na bateroristi, hmm? balikuya juu ya ku ya kuungana na siye tuongeye kuhusu juu ya lugha yavo, ama balukiekia kutuunganisha na baasi maa miaka makumi tatu na wo, na sikia hiyo francofoni ilikuwa iko iliku, francofoni ya, kutu, ya kutubeba wapi? <laughs> Papa kwa machungu tuko nayo sisi Bakongomani, kwa machungu tuko nayo bafrancais walikuwa wanastahili tubapinire kwanza, tuwape pinisio ni peri kidogo, haiwezi kutu, haiwezi kutubabaisha. Mobutu alitu- alitutawala akaingia mumasanksio ya miaka makumi, tuliishi mumasanksio mu Kongo ya miaka makumi na sisi kwanza, tungepatia kwanza France pinisio na hakuna sanksio ya France yenyewe ya yenye sanction ya, ya, ya France yenye naweza tunaweza kutufanya, kutufanya mali tusufrire mkongo hakuna, ao ya Belgique haiwezi kutubeba fasi. Tunastahili kwanza kuwapatia pinisio, panakwasa mtu utawapatia pinisio meme, hata Etatsunis tunaweza kuipatia pinisio kubambia. Sisi tunasema mbele kwanza ya kugungana na mweyo Mutulipe kwanza hivi vitu vyenye mlimaliza kufanywa miaka makumi tatu na miaka makumi tatu na, na, na, moja na mbili, mumeua Wakongomani mume, mume, kwa bure bure tu kwa ajili ya mali yao, cha kwanza hivi. Cha pili, mume, e, mume, mume mume mume nani, mumepora mari mali ya Kongo bila ruhusa. Mumechukua mali ya Kongo kwa damu na mwanga damu mkongo 15 milioni ya, ya, de mort mu miaka makumi tatu. Hata geri mondiali yenyewe haikumalizaka po vatu. Ndio maana ilikuwa inastahili Kongo pakuwe kwanza sheria ya nguvu na kijeshi tuanze kuba exige batulipe, sio kukufa tu, kukubali kubali, kubali, kila kitu kukubali kila kitu kukubali kila kitu hapana! Basi ndio hivyo baba, asante, nashukuru ndugu zangu, asante sana, nashukuru kuona kwamba B1 TV tuko tunazidi kuchanja mbuga eh, nyinyi mnafanya kazi kubwa sana, you are doing a nice job eh, a nice job hu. very nice ambayo mko mnafanya Mi na appreciate y yeah. Mi na appreciate that. I really appreciate your job kwa sababu mpaka tunafikia hii level ni nguvu ambazo mko mnafanya ndugu zangu. Um, ah, tuongee saa kumi na mbili yeah. Nitaambia kitu kidogo saa kumi na mbili so tukutane saa kumi na mbili kwa taarifa zingine eh, za moto.